Habari mpya ambazo zinagusa ukanda wa Afrika ni kwamba Guinea itafanya uchaguzi wake wa kwanza wa uraisi tarehe ishirini na nane Disemba tangu mapinduzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Haya ni kwa mujibu wa agizo la rais lililosomwa kupitia televisheni ya kitaifa. Tangazo hili lilitolewa Jumamosi mosi, siku moja baada ya mkuu wa mahakama kuidhinisha matokeo ya kura ya maoni yaliyoidhinisha katika uh, mpya ambayo inaweza kuruhusu kiongozi wa mapinduzi Mamadi Dombia kugombea tena. Hata hivyo, Dombia hajasema kama ana mpango wa kufanya hivyo katika uh, katiba mpya inachukua nafasi ya mfumo wa mpito ambao ulikuwa umezuia utawala wa kijeshi kugombea na kufungua mlango kwa Dombia kugombea. Sasa mabadiliko kwenye katiba pia inaleta mabadiliko ya kitaasisi kama vile, muda mrefu zaidi wa muhula wa uongozi kutoka miaka mitano hadi saba na kuruhusu kugombea tena wadhifa huo mara kwa mara pamoja na seneti mpya, kulingana na matokeo yaliyochapishwa uh, Ijumaa na mahakama ya juu katiba. Hiyo ilipitishwa kwa asilimia themanini na tisa ya kura kati ya asilimia tisini na mbili ya wapiga kura waliojitokeza. Kwa hiyo, bana, tutaenda kushuhudia uchaguzi kwa mara ya kwanza kule Guinea, baada ya miaka minne kupitia katika utawala wa jeshi. Kama utakaofahamu Guinea waliweza kumpindua rais wao na jeshi likaweza kuchukua nchi kutokana na ubadhirifu na uongo wa wanasiasa ambao walikuwa wamechukua nafasi kwa kiwango kikubwa kwenye taifa hilo. Tumeona mataifa mbalimbali, Burkina Faso ikiweza kujibu kwenye hatua ah, kama hiyo, na wao wakiweza kuchukua nchi yao, wanajeshi kiweza kupindua Ibrahim Traore akaweza kupindua nchi na kuweza kuchukua kuwa chini yake, lakini kwenye taarifa ambazo zipo ni kwamba hivi sasa Guinea inaenda kwenye uchaguzi mkuu hii Disemba. Kwa hiyo labda watakuwa na mabadiliko kamili ya uongozwaji wa taifa hilo, ama itakuwa ndiyo yale yale ya kurudi tena kwa jeshi ambalo lilikuwa limekaa madarakani kwa zaidi ya miaka minne kama serikali ya mpito.